Watanzania na Waisraeli jana Jumanne walihudhuria hafla ya kuagwa na kusafirishwa kwa mwili wa mateka wa Tanzania Joshua Loitu Mollel. Hafla hiyo ilifanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Israel. Mollel alikuwa mwanafunzi wa kilimo kutoka Tanzania aliyekwenda Kibbutz Nahal Oz siku 19 kabla ya shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 lililofanywa na wanamgambo wa Hamas. Alitekwa nyara na kuuawa, kisha mwili wake kupelekwa Gaza na wanamgambo hao. Mwili wake ulikabidhiwa mamlaka za Israel mnamo Novemba 5 na ukafanyiwa utafiti mjini Tel Aviv kabla kutambuliwa Oja. wanawake, waume na watoto, makabidhiano hayo ya mateka ni sehemu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani ambapo Hamas bado haijatoa miili mitatu ya mateka wanamgambo hao wamekuwa wakiishikilia miili hiyo kwa zaidi ya miaka miwili huko Gaza. Mwili wa Mollel unatarajiwa kuzikwa huko Kilimanjaro, Tanzania.